Serikali imeanza kuunga mkono jitihada za wakazi wa mitaa ya Mambi na White House kata ya Mafisa Manispaa Morogoro za kurejesha mto Morogoro kwenye mkondo wake asili, baada ya mto huo kuhama njia yake na kusababisha adha ya maji kujaa kwenye makazi ya watu pindi mvua kubwa zinaponyesha. Awali, mpango wa kurejesha mto Morogoro kwenye mkondo wake ulianza kutekelezwa na wakazi wa mitaa hiyo kwa kujitolea nguvu kazi na michango ya kifedha mnamo mwezi Januari mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, jitihada ambazo hazikufikia lengo na kuomba msaada serikalini. Na zoezi hilo hivi sasa linasimamiwa na Bodi ya Maji bonde la Wami Ruvu baada ya serikali kununua mtambo wenye thamani ya shilingi milioni 360, kwa ajili ya kufukua mto huo ili kuondoa adha hiyo iliyowakabili wananchi kwa muda mrefu, kama anavyobainisha mkuu wa wilaya Morogoro, Musa Kilakala. Mliteua kamati, ilikuja ofisini kwangu, tumejadiliana kwa kina tumepanga na kupangua, na mlikuwa tayari na tayari mlikuwa mshachangishana fedha kwa ajili ya kufukua mto huu. Lakini niwape taarifa rasmi, eskaveta ama kifukulia mto, Dokta Samia ameshanunua shilingi milioni 360. Sisi wasaidizi wake tutakuwa na wajibu wa kutafuta mafuta yote yatakayokamilisha shughuli hii. Kwa hiyo kama wananchi mlichangishana zile fedha zenu, fedha zenu zirudi, mfanyie majukumu yenu. Bodi ya maji bonde la Wami Ruvu ndio tumewapa dhamana ya kuweka mazu mazingira mazuri ya mito hii. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi wa Kwamambi Eskaveta hii ndo kwanza inaanza kutumika Morogoro kwa zoezi hili. Kwa eneo hili la Mafisa tunategemea kusafisha urefu wa kilomita moja na kuli na kina tutaenda mita mbili, upana tunategemea kwenda mita tatu mpaka mita nne, na kwa sababu ni udongo, tunategemea baada ya zoezi hili kukamilika, tutashirikiana na wananchi kupanda magugu ambayo ataimarisha lile tuta ili mvua zitakapoonyesha, basi ili tuta ambayo limetengenezwa lisiweze kuondoka kwa haraka aa. Kama taasisi ya bodi ya maji bonde la Wami Ruvu tunatoa rai aa, kwenye hii zoezi linalofanyika linatumia fedha nyingi na linahatarisha maisha ya kwetu binafsi, kwa hiyo tuhakishe tunatunza aa, tunatunza mazingira yetu, ikiwemo kutunza kuacha kufanya shughuli karibu na kingo za mito, hivyo kupunguza athari ambazo zinaweza zikapatikana na zinaweza zikasababisha uh, maafa kwa wakati mwingine. Wananchi wa mtaa wa Mambi tulihangaika sana kipindi mafuriko yanaingia na kabla hajaingia mafuriko, tulianza jitihada mbalimbali kwa ajili ya kufukua mtu rudi sehemu yake, lakini kwa kuwa nguvu zetu zilikuwa ni ndogo sana, maji yalikuwa na kasi, ilitushinda kwa kipindi kile. tulikaa pamoja viongozi wa serikali na wananchi kwa ujumla ili tuweze kutafuta msaada gani tuwafaa. Tukasema kwanza kabla kupata msaada tuanze sisi wenyewe kuingia mifukoni mwetu, tukaanza viongozi kuingia kuchanga pesa, ndipo tukawahusisha wananchi. Tukatangaza kila mwananchi atoe shilingi elfu kumi na tano ili tupate thamani yake, tulikuwa tupate milioni nne laki nane na elfu themanini lakini tumefikia milioni mbili laki tatu na elfu sitini na tisa ambayo ndio zilifikiwa, na hizo ndio ambazo mpaka mkoa, wilaya anazifahamu hizo pesa, ambazo ndio zipo kwenye akaunti ya mtaa wa Mambi. Furaha yetu leo sijui tuisemeje kwa leo, kwa Mheshimiwa Rais tumpongeze vipi? Kiukweli tunashukuru sana sana sana, tunaishukuru sana serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kuja kutuondolea hili tatizo, kuja kututolea hii kero. Niseme tu, Mungu aibariki sana Tanzania, Mungu awabariki wa viongozi wetu wa Tanzania. Uh, hadha ya mwanzo ambao tulikuwa tunakumbana nayo ni kwamba mvua ikinyesha kidogo haswa milimani kule, tuna nyumba mia moja na kumi na nne zilikuwa zinaingiliwa na maji, tuna jumla ya kaya mia nne ishirini na nane maji nazo zilikuwa zinafika kwenye hizo kaya, lakini pia tuna maeneo ambayo, kama mnavyoona, kuna watu wanajipatia kipato kwa ajili ya kilimo. Wenyewe nao pia walikuwa hawalimi, kwa sababu maji yalikuwa yanatapakaa sana. Hiyo ndio changamoto kubwa iliyokuwa inatukumba DC. Kwa kweli tunamshukuru sana, amesikia kilio chetu, lakini pia tunawashukuru na watu wa bonde, wamekuwa ni watu ambao wakitutia moyo kwa safari yetu, tulikuwa tukienda kuwalalamikia. Tunashukuru sana uongozi wote, wakazi wa Mafisa tuna furaha mno mno.